Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Mnyika ameishauri tume ya taifa ya uchaguzi neki kuruhusu uangalizi wa ndani wa kutosha katika uchaguzi mkuu ujao ili kuboresha usimamizi wa zoezi hilo. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya CHADEMA, Kinondoni jijini Dar es Salaam, Mnyika amesema hatua hiyo itasaidia kuviondolea vyama vinavyoshiriki katika uchaguzi mkuu wasiwasi wa kuhujumiwa wakati wa zoezi hilo. Nitoe mwito wa watazamaji sasa wa uchaguzi pili, kujiwekea lengo la kuongeza idadi idadi ya watazamaji ili kuhakikisha, kwa sababu watazamaji ni wa ndani eh NGO zote, azaki za kiraia zimetoa ilani ya mpiga kura. Sasa kama wametoa ilani ya mpiga kura, ilani ya azaki kusimamia yale yaliyomo kwenye ilani yao, maana wake wameeleza vyo kuhusu uchaguzi huru na haki. Ni azaki zote sasa, sio tu hizi nilizozitaja. Azaki zote iwe ni za dini, iwe ni za kiraia, iwe ni za sekta binafsi, iwe ni za vyombo vya habari, iwe ni za vyama vya wafanyakazi, azaki ya aina yoyote ile itafute nafasi ya kuwa mtazamaji wa uchaguzi, ili watazamaji safari hii isiwe mtazamaji mmoja kwenye jimbo yaani watu mia sita ukiwagawa, hata wakija wote mia sita kwa wastani utapata watu wawili au watatu katika jimbo, kama unafanya bara peke yake. Ukichanganya na Zanzibar, idadi itapungua zaidi. Hawa wow, wandani, kwa sababu ni watanzania wenzetu, wahakikishe wanawatazamaji katika kila kituo cha kupigia kura.